Ukisoma kanuni ya ligi kuu ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ile kanuni ya 17 kipengele cha 45 inasema hivi, timu mgeni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa hiyo kwa kutumia kanuni hii utagundua kwamba ni haki kwa timu geni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja ambao utatumika kwenye mechi husika. Kwa hiyo uh, ukiangalia kwenye mechi ambayo ilitarajiwa kufanyika jana, timu geni ilikuwa Simba. Kwa hiyo Simba ilikuwa na haki siku ya Ijumaa kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ungetumika kwa ajili ya mechi ya jana. Sasa tukirudi kwenye taarifa ya bodi ya ligi, taarifa ya bodi ya ligi wamebainisha kwamba Simba Sports Club hawakutoa taarifa kwamba wanaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin William Kapa. Sasa mkanganyiko unakuja hivi, kama kanuni zinairuhusu timu mgeni kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi husika kwenye uwanja ambao utatumika kwenye mechi husika, kwa nini Simba walitakiwa kuomba ruhusa au kutoa taarifa kwamba wanaenda kufanya mazoezi siku hiyo. Nilikuwa natamani tutoe mkanganyiko umkanganyiko, na nilikuwa natamani kuelezea kwa kifupi na kwa kiundani zaidi, kwanini Simba walitakiwa kutoa taarifa kwanza kabla ya wao kwenda kwenye uwanja wa Benjamin William Kapa kwa ajili ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Kwanza, Simba walitakiwa kutoa taarifa kwa kina nani? Simba walitakiwa kutoa taarifa kwa mwenyeji wa mchezo ambao ni Young Africans. Simba pia walitakiwa kutoa taarifa kwa wasimamizi wa mchezo kwa maana ya General Coordinator, Match Commissioner, pamoja na Media Officer na mlinzi wa mechi husika. Sasa turudi kwenye swali la msingi: kwa nini Simba walipaswa kutoa taarifa kabla ya kwenda Benjamin William Mkapa? Moja, Simba walitakiwa kutoa taarifa kwa mwenyeji wa mchezo huu ambao ni Young Africans, ili Young Africans waandae logistiki zote za Simba kufika au kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Young Africans walitakiwa kuwasiliana na meneja wa uwanja na kumwambia kwamba Simba anakuja kwa ajili ya kufanya mazoezi. Meneja wa uwanja atakuwa responsible kuwafungulia Simba kuingia kwenye uwanja ili wao wafanye mazoezi. Lakini kama meneja wa uwanja atakuwa hana taarifa kutoka kwa mwenyeji wa mchezo huo ambao ni Young Africans, basi hawezi kuwafungulia mgeni wa mchezo huo ambao ni Simba kuingia kufanya mazoezi ndio maana Simba Sports Club walipofika katika uwanja wa Benjamin William Kapa, meneja wa uwanja hakuwa na uwezo wa kuwafungulia Simba Sports Club kwa sababu hakuwa na taarifa kutoka kwa mwenyeji wa mchezo huo kwamba mgeni anakuja kufanya mazoezi kwa muda huo. Mbili, Simba Sports Club walitakiwa kutoa taarifa kwa media officer wa mechi husika. Kwa nini media officer alitakiwa kupata taarifa? media officer huwa anawasiliana na vyombo mbalimbali vya habari kuambia kwamba timu ngeni atafanya mazoezi muda fulani, ili wao wapate wasaa wa kufanya coverage. Na coverage hii, vyombo vya habari wao wanapewa dakika 15 tu kwa ajili ya kufanya coverage yao. Wakimaliza hizo dakika 15, basi Simba wanaendelea kufanya mazoezi yao. Tatu, Simba walitakiwa kutoa taarifa kwa General Coordinator. Kwa nini walitakiwa kutoa taarifa kwa General Coordinator? General Coordinator ana haki ya kusimamia haki ya wadhamini pamoja na mashindano husika, yaani timu geni anapoenda kufanya sasa mazoezi kwenye uwanja husika, General Coordinator anahakikisha wadhamini wanakuepo, kama utapata wasaa wa kuconnect bidhaa zao na wachezaji wa timu husika ambao ni haki kabisa kwa mzamini. General Coordinator pia atahakikisha kwamba kutakuwepo na mabango ndani ya uwanja ya wadhamini vitu kama hivyo, ili tupate ile image light kwa wadhamini na mileage kwa wadhamini. Na nne Simba Sports Club walitakiwa kutoa taarifa kwa mechi kamishna wa mechi husika. Mtu mwingine ambaye tumemsahau na anatakiwa kupata taarifa kama timu mgeni inakuja kufanya mazoezi kwenye uwanja husika ni msimamizi wa walinzi, kwa sababu timu mgeni inapokuja inatakiwa ipate walinzi kwa ajili ya usalama wao na wao kufanya mazoezi kwa uhuru na usalama lakini watu wote hao wanne hawakupewa taarifa na Simba, yani mwenyeji wa mchezo wao ambao ni Young Africans hakupewa taarifa na Simba kama anaenda kufanya mazoezi kwa muda huo. Pia uh, general coordinator hakupewa taarifa na Simba, mechi kamishina hakupewa taarifa na Simba pamoja na Media Officer hakupewa taarifa na Simba. Kitu kingine ambacho kinaleta mkanganyiko kwenye hili sakata ni kwamba kwa Simba kutokufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi husika Je, ni sahihi kwa wawao kugomea mechi? Jibu ni hapana. Hakuna kanuni ambayo inaainisha kwamba kama timu mgeni itakosa nafasi ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja ambao utatumika kwenye mechi husika, basi wana haki ya kugomea mchezo husika, bali kanuni ya 17 kipengele cha 62 m kinaainisha kwamba kama timu mgeni alitoa taarifa kwa watu wote ambao nimekutajia, yani media officer nimekutajia general coordinator nimekutajia uh, mwenyeji wa mchezo pia nimekutajia kamishna uh, wa michezo. Kama wote hao walikuwa na taarifa, alafu timu mgeni ikafika pale na ikashindwa kufanya mazoezi, basi kanuni zinaelekeza timu mwenyeji kupewa faini ya kuanzia milioni moja mpaka milioni mbili. Audio series za kusisimua